Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam leo imeendesha zoezi la kubomoa zaidi ya vibanda 150 katika bonde la Mkwajuni na bonde la Suna Magomeni ambavyo wakazi wake walijenga tena na kujihifadhi baada ya kubomolewa nyumba zao katika eneo hilo mwanzoni mwa mwaka jana kutokana na kuishi katika maeneo hatarishi ya mabondeni. Tujiunge na Hamisi Suleiman kwa taarifa kamili. Zoezi hilo ambalo wakazi wake wamedai ni la kushtukiza limeanza majira ya saa kumi alfajiri, wengi wao wakiwa usingizini, hali ambayo wamedai imesababisha upotevu wa baadhi ya mali, huku wakiomba serikali kuwapunguzia makali ya maisha kwa kuwapatia maeneo mbadala. Tumeolewa hapa, tumezaliwa hapa, hawatujali sisi. Vijana wanatunyanyasa wengine umezetu wameshakufa, wamejenga majumba huku, wametuvunjia. Tunajenga vibanda, wanatuvunjia, twende wapi sisi? Tunamuomba Magufuli atuone sisi wajane. Ashangaa sasa hivi kitimtimu iko, wakati sisi serikali ilituambia, subirini, tumewabomolewa, tunatafutieni viwanja mwafaka na tunawafikiria. Sa jana tumekaa tena, naona usiku wa manane tunapigiwa siku saa sita usiku ndo tunaambiwa hawa wanakuja alfajiri saa kumi na moja alfajiri saa kumi na moja tukawa tunashangaa mtu atakujaje saa kumi na moja Kati serikali si yako yake, kwa nini aje kwa kujificha? Afisa mtendaji wa kata nanasifu amesema ujenzi wa mabanda hayo ya muda katika bonde hilo umechangia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu kila kukicha, ambapo wanaofanya vitendo hivyo kukimbilia maeneo hayo na kujificha, pamoja na wauzaji wa dawa za kulevya, huku wameongeza kuwa wahusika halali wa maeneo hayo wameshalipwa fidia ingawa baadhi yao wamepinga. Ah, hili zoezi sio la kushtukiza. Ni zoezi ambalo tumewapa taarifa siku saba kabla ya kufanya tukio hili na ni kwamba hatu siyo zoezi la kujirudia, ni zoezi ambalo sehemu tuliyovunja watu wamerudi kujenga tena na wamejenga, sehemu hizo zimekuwa sehemu hatarishi, wanauza madawa kulevia, ya kulevya wamekuwa ndio sehemu ya wakabaji. Hajalipo hata mtu mmoja na karatasi zipo, serikali ya mitaa na kwa watendaji, zipo karatasi ambazo waliahidiwa watapewa viwanja. Mhandisi kutoka baraza la mazingira Nemki Robert Waleoba amesema zoezi hilo limetekelezwa kwa mujibu wa sheria na ametoa wito kwa wakazi wote wa mabondeni waliobomolewa nyumba zao au kuwekewa alama wasijenge upya ili kujepusha na bomoa bomoa. Zoezi la leo kwa ujumla ni kwamba hapo awali e, Wizara ya Ardhi, manispaa ya Kinondoni na baraza la mazingira tulibomoa hili eneo lote, nyumba kwa sababu ni eneo hatarishi ambalo ni eneo la mabondeni, lakini baada ya kufanya hilo zoezi na kuwa tumeji, tunasubiri maandalizi mengine ya kuiboresha hili eneo kwa matumizi mengine, lakini wametokea tena watu wanaanza kuvamia eneo na kuanza kujenga vibanda. Sasa baada ya kuona kuna vibanda vinajengwa na sisi tukaona kwamba itapelekea hatimaye watu kuanza kujenga tena kurudi, tukalazimika kuja kuondoa vibanda vyote ili eneo hili libaki safi na kwa matarajio ya kuja kuliboresha hapo baadaye. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam.